Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Hii ni round 2 ya Masjid Omar bin Khattab iftar program round 2 ambao mmetolea 78,729 ambao nimetolewa pesa hapo, pesa kato ya kukatwa hapo, nafikiri mnajua pesa ya kukatwa ni ngapi ya Safaricom, lakini ndio hivyo, alafu ukhti Farida naye akaongeza karibu shilingi elfu nne ikawa 82,410 ambao wametoa ya kuongezea hapa, ambao wameongezea ili zipate kutimia kwa wale waliokosa, lakini ni hivyo inshallah. Kwa hivyo tunashukuru wote waliochangia mchango huu wa iftar program ya Masjid Omar Ibn Khatwab kwa round one na round two, na inshallah, tukiwa tunapima tutawaonesha tukiwa tumepima na tukitenda na vigunia pia tutawaonesha inshallah. Na pia mkitaka wale ambao tumwapatia pia lakini, huwa tunaita mmoja mmoja kwa sababu tukiwaita kwa wingi watakuja wingi hapa watakuja wengine watalitafuja, kwa maana sisi tunapiga simu moja mmoja, tunachukua namba ya simu, tunamuita moja mmoja. Shukran wa jazakallah khair.